Mimi Edmund Emmanuel Rutaraka, naapa kwa hati kwamba nitaitumikia halmashauri ya wilaya Hai kwa wadhifa wangu wa diwani na kwamba nitahifadhi, nitalinda na kutetea katiba ya Jamhuri ya Muungano, sheria za Tanzania, maadili ya madiwani na kanuni za kudumu ya halmashauri kama ilivyowekwa kwa mujibu wa sheria na kwamba nitaitumikia halmashauri ya wilaya Hai kwa uaminifu, kwa uwezo na moyo wangu wote. Ewe Mwenyezi Mungu, nisaidie. Kwanza kipekee nimshukuru Mwenyezi Mungu mwenye rehema ambaye ametujalia kufika siku ya leo, kwa sababu tumepitia mchakato mkubwa na mrefu kuhakikisha tunapata mwenyekiti wa halmashauri, lakini kupata madiwani kwenye kata zetu na viti maalum lakini hii yote tujitahidi tuende kuongeza mapato. Niwaombe, pale tunapogundua chanzo kipya cha mapato tukakifanyia kazi, lakini kisiathiri shughuli za wananchi wetu, tusiwepo na malalamiko. Tufanye kazi ya kukusanya mapato, lakini wananchi wetu wasifanyeji, wasilalamiki. Naamini hilo linawezekana, aidha kwa kutoa elimu au kuwajulisha mapema kwamba ni jambo fulani tunaenda kulifanya. Kwa kuwapa elimu, naamini wananchi wataelewa. Imesemwa hapa mshauri kazi ya msingi ya waheshimiwa madiwani ni kuhudumia wananchi. Ni jambo hilo halina ubishi wote ule, kwamba tumekuja humu ndani kwa ajili ya kuhudumia wananchi. Wananchi wetu wana mahitaji mengi sana, wanahitaji barabara nzuri, wanahitaji maji, wanahitaji shule, wanahitaji kila aina ya huduma, na sisi tuko hapa kwa ajili ya kuwapigania, kuwatetea na kuwasemea. Kwa hiyo, katika hili waheshimiwa madiwani, msione muhali na mfanye hivyo kuishauri halmashauri yetu na kuipushi kuisukuma pale ambapo kuna uhitaji wa kuwahudumia wananchi. Leo tumeingia kwenye historia nyingine. Hii kazi tumeiomba wenyewe, zamani walikuwa wanasema wazee wamenituma hapa. Sidhani kama kuna mzee alimuita mtu akamwambia kagombea ubana. Tumeenda wenyewe, tumeomba kazi na kazi tumepewa. kuhakikisha kipaumbele chetu maslahi mapana ya wananchi wa Hai. Leo umeapa, nii waombe kila mmoja akifika nyumbani, akasome kile kiapo yeye mwenyewe peke yake aone ukubwa uliopo kwenye kiapo hicho. Na kule mshoni tukasema e, Mungu nisaidie. Tumemhusisha Mungu. na kuanzia leo Ukisikia wimbo wa taifa, mheshimiwa diwani, unapoimbwa, ujue naumu wabariki viongozi wote na wewe umetajwa. Yaani kuanzia kesho shule watoto kuanzia nasa kipata vyuo vikuu wakiwa na ingia darasani, wanakuombea wewe diwani na kata yako. Uone mzigo ambao wananchi wenzako wamekupa jukumu tulilokuwa nalo mbele yetu. Lazima mfahamu wajibu wenu wa kwanza Baraza la madiwani ndicho chombo kinachokwenda kusimamia halmashauri. Kwa hiyo ni chombo ambacho kimekabidhiwa na kukasimishwa mamlaka na wananchi kwenda kusimamia shughuli zote za halmashauri ya wilaya ya Hai kwa kipindi cha miaka mitano. Niwaombe sana dhamana mliopewa, jambo la kwanza mkumbuke kupendana, mwende mkapendane kwa dhati ya mioyo yenu na mkiingia kwenye baraza hili, mkiambiana usiku mwema, wote mhakikishe nje ni usiku kiza totoro, na sio saa saba mchana jua la utosi. Lazima mkubaliane kuwa kitu kimoja, ndio tafsiri ya upendo.